Inachoweza kushauri ni kwamba wapenzi wakigombana au wanandoa wajishikilie zile siri zao wasizimwage hadharani, kwa sababu hasira ni kitu kibaya sana mm. na usipoholdi hasira yako inaweza ikakufanya ukajijengea uadui mkubwa wa maisha mm. na mimi naamini mapenzi sio, yani kugombana sio kwa, yani kuachana sio uadui. anza kaiita press unajua eh? Eh, lini? kwa hiyo sasa, sijajua kama ameita press ili kuongelea kaka au labda ni mambo ya ni namsii. Mdogo wangu Zai, hata kama atachokonolewa vipi na waandishi, asimseme yule baba vibaya, kwa sababu Zai tukuwa tunamwona tulimuona jua kali, lakini yale makali yaliwako nayo sijui, lakini tumeaona kwa kaka. Kwa hiyo kuna mabaya ya mtu, lakini mazuri yakiwa mengi, mstiri meelewa mm, eh? Kwa hiyo nitamwomba sana mdogo wangu zai amstiri kaka. Siko upande wowote mm, na naweza nikawa upande wa mwanamke sana, kwa sababu wanaume nao vichomi wana, eh? Mm, kwa hiyo mimi siko upande wowote ila kwa experience yangu na waandishi watakavyomchokonoa leo hiyo hiyo siku ya press mm, ajishikilie.